Pia tunaangalia katika mtungi huu, tunaangalia hapa yanawekwa maji kwa ajili ya wiper. Sasa hapa ndio unapoweka maji ya kawaida, maji safi yasiyokuwa na aina yoyote ya uchafu, maji safi tunaweka hapa. Wameandika washer fluid only, washer fluid only. Tunaweka hapa, nayo ina sehemu yake ina sehemu ya juu na ya chini, kwamba ina full na ina na ina low. Ukiangalia hapa, inasema katika mstari huu, hapo ndio full. Kwa hiyo lazima unapoweka, hakikisha kwamba imekaa hapo palipoandikwa full. Maji haya yanafanya kazi gani? Maji haya yanafanya kazi katika kusafisha wiper, katika kusafisha kioo kusafisha kioo, sio wiper. Kusafisha kioo, kioo. Wiper zinafuta, kazi ya wiper ni kufuta kile kioo, lakini maji haya unapokuwa umebonyeza kwenye switch yake kule ndani yanatoka yanakuja katika kioo chako pale juu ya kioo, yakifika juu ya, ya kioo hizi wiper zinaanza kufuta, zinaanza kufuta, hizi wiper zinafuta kioo chako zinapangusa vizuri. Kwa hiyo unabonyeza kule maji yanatoka, yanasafisha kioo chako. Kwa hiyo maji haya yanafanya kazi hiyo. Wapi matumizi yake? Okay. Maji haya yanatumika katika au usafishaji huu unatumika wakati unatembea katika barabara za vumbi. Katika barabara za vumbi ndio unatumia maji haya kwa ajili kusafisha kioo kwa ajili ya kuweza kuweza kwe, kuona vizuri na safari yako kuwa ya uhakika na ya usalama zaidi. Kwa magari mengine umewekwa mtungi kwa ajili ya mafuta ya usukani, mafuta ya usukani. Lakini gari hii usukani wake unatumia umeme, ndio maana hatuwezi kuona sehemu iliyoandikwa power steering. Baadhi ya magari mengine umewekwa mtungi pembeni kwa ajili ya mafuta ya usukani ambayo yanasababisha usukani uweze kwenda katika hali nzuri, lakini katika gari hii usukani wake unatumia umeme. Unapowasha gari yako, tayari umeme unafanya kazi katika kusababisha unyongaji uwe laini na uwe wa hali nzuri zaidi. Kumbe katika injini yetu hapa, ukaguzi wetu wa hapa katika injini hii, tayari tumeangalia vitu vyote vinavyotakiwa kuangaliwa kabla ya kuwasha gari asubuhi. Kwa hiyo kabla ya kuwasha gari asubuhi, hakikisha kila kitu kimekaa katika hali inayotakiwa ili kukidhi hali nzuri ya uendeshaji mzuri, na pia kusababisha madhara yoyote yanaweza kukuletea uharibifu wa chombo, uharibifu wa mali, kukuletea ajali kwa kuvunjika viungo na kadha wa kadha. Kwa hiyo lazima uhakikishe katika injini yako imekaa katika hali nzuri. Sasa baada ya ukaguzi huu wa hapa sasa, nitafunga boneti langu, alafu nitaanza kuangalia ukaguzi tena katika hali nyingine. Nitashika boneti langu vizuri juu, nitashika stendi yangu, nitainua juu kidogo ili kuweza kuchomoa stendi yangu hapa. Mkono wa kushoto nitashika stendi yangu lakini mkono wa kulia nitarudisha, wa kulia nitashika stendi ya kushoto, nitashika boneti na hatimaye nitarudisha hapa katika sehemu yake taratibu, ili ikae katika sehemu husika. Hatimaye nitashusha boneti langu bila kuligonga, nitashusha polepole bila kulisukuma kwa kwa nguvu, na hatimaye nitafunga taratibu hapa, tayari imefunga na gari yangu tayari nimefunga boneti zangu vizuri, na hatimaye unafuta kama kuna hali yoyote ya uchafu katika boneti lako, ili hali ikae vizuri. Hapo nimefuta na tayari gari langu sasa liko katika hali ya kiusalama zaidi, ndani ya ndani ya injini yangu.